Na tume huru ya uchunguzi wa vurugu za Oktoba 29 nchini Tanzania, iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan, imezuia wanahabari kushiriki katika mahojiano yanayofanywa kati ya, ya tume hiyo na waathirika wa vurugu za Oktoba 29. Imedai kuwa kuchapishwa kwa taarifa zao kunachangia msongo wa mawazo na hata hivyo, uamuzi huo umepokelewa kwa mtazamo tofauti na wadau wa masuala ya habari na afya ya akili nchini Tanzania. Florence Majani na taarifa kamili. Tume hiyo inayoongozwa na jaji mkuu mstaafu wa Tanzania Mohamed Chande Othman na kaimu wake jaji mstaafu Ibrahim Juma imetoa uamuzi huo juzi Januari 24, ikisisitiza kuwa imechukua uamuzi wa, wa kuzuia wanahabari wakati wa shuhuda za waathiriwa wa vurugu za Oktoba 29 ili kulinda usalama na faraga za waathirika hao. Kwa mujibu mehio wa tume hiyo, hatua hii imechukuliwa baada ya kuibuka kwa malalamiko kuwa taarifa binafsi za waathirika zinasambazwa mitandaoni bila ridhaa yao. Profesa Juma amebainisha kuwa kusambaa kwa taarifa hizo kumechagiza baadhi ya waathirika kusumbuliwa na maombi ya mahojiano kutoka kwa vyombo mbalimbali mbali vya habari, jambo linalowaletea msongo wa mawazo na changamoto ndani ya familia zao. hata hivyo uamuzi wa tume hiyo umepokewa kwa mitazamo tofauti na wadau wa habari, haki za binadamu, na wataalamu wa masuala ya afya ya akili ambao wanautaja uamuzi huo kama unaoondosha mantiki ya tume huru na ya wazi. Akizungumza na DW mchambuzi wa masuala ya habari na aliyewahi kuwa mkurugenzi wa baraza la habari Tanzania MCT Kajubi Mukajanga amesema, sijui kwa nini wamefikia uamuzi huo, kwa sababu mambo yaliyotokea kipindi kile ni mambo ambayo yalikuwa hadharani, watu waliyaona na watu wanayaongelea watu wanalalamika, na nadhani ni ni safe kufikiria kwamba ndio maana hata hiyo tume ikaundwa. Rais Samia aliunda tume hiyo ili kutafuta chanzo cha vurugu za Oktoba ishirini na tisa wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania, na katika hotuba zake mara kwa mara amekuwa akisisitiza kuwa tume hiyo ni huru na anaiamini. Akizungumzia uamuzi wa tume hiyo na dhana ya waathirika kuathiriwa zaidi kisaikolojia, mtaalamu wa afya ya akili Saldine Kimangale alikuwa na maoni haya. Si tu wanahabari, hasa pale walikuwa wanafanya zile interogeshen, wanawauliza na mfano wa hivyo vinaweza ku vinaweza kutija zile kumbukumbu za zamani za kile liyotokea, si lazima iwe ni kwamba mwanahabari ameripoti lakini hata tu anapokuwa amekaa kwenye mazungumzo yale na kuulizwa inaweza ikatije zile kumbukumbu za awali. Tayari tume hiyo imekwisha kamilisha kusikiliza waathirika katika wilaya za Kinondoni, Temeke, Ilala na Ubungo Mkoani Dar es Salaam na inatarajiwa kuendelea na mikutano yake katika mikoa ya Dodoma, Shinyanga, Ruvuma na Iringa ili kukusanya taarifa za matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Florence Majani, DW Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo.